Je, ni njia ipi ya uzazi wa mpango ya kisasa ambayo ni besti au ni nzuri kwa mama mjamzito? Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni hakikisha, uh, kabla ya kutumia njia fulani, hakikisha unawasiliana na daktari wako. Hakikisha kwa mama wajawazito, kuna njia ambazo wakitumia zinaweza zikaasili uh, hata maziwa yeye, ambaye uzalishaji wa maziwa, lakini pia zinaweza zikamwasili mtoto ambaye ananyonya yale maziwa. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni hakikisha unachagua njia sahihi kwa mama mjamzito. mini pills ni nzuri. IUD ni nzuri sana lakini pia sindano na kondomu ni nzuri sana zile ambazo hazina estrogeni kabisa. Epuka estrogeni kabisa kwa miezi sita ya mwanzo, lakini pia tunashauri kwa miezi sita kabisa ya mwanzo, kama mama unanyonyesha vizuri, ni ngumu sana kuweza kubeba ujauzito kwa sababu prolactin inakuwa juu. Prolactin ikisha kuwa juu, inazuia upebushwaji wa mayai, na prolactin ipo pale kuhakikisha unapata maziwa ya kutosha kwa mama mjamzito. Kwa hizo kama unaona kunyonyesha, uwezi kunyonyesha kulingana na jukumu basi, tumia hizo njia usibebe ujauzito kwa haraka haraka. Kama una changamoto yote ya uzazi, una swali lolote, basi rakiyapya wasia Dokta Jimmy leo kupata msaada zaidi. Karibu.